Kitu pekee cha kuhofia ni hofu. Na kisha kuwa na hofu, huwezi ukafikiria vizuri, huwezi ukaongoza vizuri, unakuwa una hamaki na kila siku hofu nyingine ina, inaja inaja, inaja. Sasa, swali, najua swali hapa kwamba tunaikabidhi hali ya namna hii. Rai yangu kuna wahusika wanaotakiwa kuongoza wengine kwenye kwenye, kwenye taaluma ya kidunia jambo la namna hili ikishafanyika, ukishapata mawazo mengi mengi, huyu amesema hivi, huyu ana hofu, huyu amemuua mwenzake, huyu amemwaga damu, huyu yuko gerezani, wakina Tundu Lissu wako gerezani, wana wanafuasi wana, kila siku hamaki inatokea. Juzi hapa tumeona mchungaji Gwajima matatizo yamempata kwa kusema, hofu imetokea kanisa limefungiwa. Sasa huyu ni mtu mmoja aliyekosea kama Gwajima, sasa unafungi, unafungia unamfungia yeye kama yeye kama amekosea kweli au unalifungia kanisa lake? Hizo ndio athari za hofu, za kutokuwa na utulivu wa fikra na kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Sasa unaweza kuona kauli zinatoka nyingine sana naanza kusema oh, hebu turudishe tu tuone kwa nini makanisa yanafungiwa na makanisa mengine yanakuwa na hofu. Kwa hivyo naanza kuona jamii inazidi kugawanyika kutokana kwenye ile misingi yake ya umoja, kwenye misingi yake ya kukaa pamoja. Kwa hivyo ikishatokea hivi, wataalamu wanatufundisha yabidi kuwa na utulivu wa fikra, ambao utakupa utulivu wa ndani, utulivu wa fikra na ule utulivu wa fikra unakupa maarifa sahihi, na unatumia yale maarifa sahihi yanakupa hekima, na hekima ukiipata, ukaitumia, basi utulivu unakuwepo, utu wa mwanadamu unazingatiwa, thamani ya uhai inakuwepo. Wa, wa wenye mamlaka wanasema yeye, yeah, ndio kiongozi wa kanisa na yeye ndio mmiliki wa kanisa. Kwa hivyo ndio maana tumelifungia kanisa <clears throat> dunia leo ya ya, ya, ya usuluhishi wa migogoro, nimeisema hata kwenye hotuba yangu, kuna umepata taarifa hizo, sawa, kuna kuzungumza ana kwa ana. Kwa nini nasema kuna kuzungumza ana kwa ana? unajua huyu bwana huyuhuya babasofu ana ana wafuasi, na utazuia mwanadamu kufanya ku interpretation a kufikiri tofauti na wewe. Ndio maana Newton anasema katika kila kani mkabala kuna kani iliyo sawa na kinyume. Hiyo ni nguvu asili kabisa, ni science ya kawaida. Sasa unamwita, mnazungumza usajili wako huko namna gani? Je, unayoyafanya anaendana na usajili wako? Ukiona kama kuna kutetereka, kwa sababu huyu sio binafsi anayefollow, basi kuna kutoa unyokali, kuna kumwangalia kwa unyokali la namna yote, labda unampa wiki moja, mwezi mmoja, miezi mitatu, na unatangazia umma. Kwa hivyo kutokana na zile sheria na kanuni na taratibu huwezi ukaenda ukavamia watu wako pale wanasali. Sasa ukiangalia eh, malalamiko yaliyoko kwenye jamii sasa hivi ah, wanatoka sasa nje ya Gwajima, yanapazwa mengine, na unajua Gwajima huyu huyu ilikuwa nadhani wiki moja kabla alizungumza nani na, na, na, vitendo alikuwa nakemea vitendo vya utekaji katika taifa na nini ifanyike, na ukijua huyu Gwajima sio askofu tu ni mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya sisi. Gwajima huyu huyu ni mbunge mwenye dhamana na jimbo la Kawe. Na ukiangalia mabalozi zanje, wa nchi za nje viongozi wetu wastaafu na walioko madarakani zaidi ya asilimia tisini wanaishi Kawe, askofu wa mbunge wao ni Gwajima. Kwa hivyo lazima unakaa chini, unachambua. Ndio nasema ile brainstorm unachambua, shambaza kuchambua, unafanya classification in terms of quality na quantity, then you mitigate it you find a response kwenye hotuba yangu nilisema, tunatakiwa tuwe na maono ya kuweka mikakati ya kutambua ambayo ndio inayosema hapa na ya kukinga, to have a strategy how to identify any kind of risk and how to mitigate it. Sasa hili lilikosekana, ndio maana anasema hekima inahitajika mahali popote pale katika kutatua mambo magumu kama haya. Sasa umefanya vile, sasa lime escalate, limenyanyua hasira zaidi na yanaibua mambo mengine makubwa zaidi, yanavuka sasa mipaka ya kanisa la Gwajima, yanahamia kwenye sehemu nyingine zaidi. Hapa kiki, kiki. Yani, kuna panili hapa, hapa, hili lenyewe hili ni mgogoro mkubwa kweli kweli ambalo ukilisikia. Nami naomba chonde chonde madhehebu yetu, kwa mfano interfaith wapo wao wayazungumze wa, wa haya mambo Wakristo wakae wa wa si si na Waislamu wale, zile organization zao wayazungumze mapema, kabla hayayaleta athari zaidi, kwa sababu hili hili lisinisababishe James nishindwe kuongea na Hemedi hemetumtuka siku nyingi tu. Hata ukiangalia nyonyo yake nini, unaweza kaa na wasiwasi ukasema, huyu ni Osama au ni lakini katika katika katika mazingira hayo <coughs> almost 30 years miaka 20 sasa, leo hii mna, mnapeleka watu wapi sasa? Niombe hekima itumike hapa seriously. Pamoja na yote yaliyotokea, tuvuke salama hapa. Kuna, kuna ukumbuke wangekuwa na utulivu wa fikra. Sasa kama unamhitaji Gwajima, si unamuita una haja gani ya kutumia mtutu ya bunduki polisi nini, kwenda kuumiza mpaka na wananchi wake? Ujue mwananchi mmoja aliyeumizwa pale eh, nani nani, muumini wake anapelekaje kwa wengine eh? Jana jana ujuzi, jana asubuhi nilipita wapi, hapa hapo kote hadi hoteli, nakuta kuna maskofu watatu pale, wakanistupisha wakaniita maneno, walioniambia yaani unashindwa uh, hata namna gani ya kujibu. Kwa, kwa hiyo naona sasa kuna hasira zana ndio hojangu kuende ya kusema tusiingie mambo peti peti, twende kwenye utulivu wa fikra na ili lazima nionyeshe uongozi. Nashukuru sana, hii nimeongea purely kitaaluma, out of principle <coughs> mtafaruku wa kisiasa wa ndani ya vyama, nje ya vyama na nchi yetu, walio kwa madarakani wanasema kusema washafanya reforms, wengine kachadema anasema no reforms, no election. Kwa hivyo sisi hatukubali, uh, mpaka yafanyike moja, e, mbili, tatu. Hebu nitumie dakika mbili hapa, unajua Hili ni swala la ego, ni swala la kiburi, yaani Tanzania, zaidi ya miaka thelathini na mitatu tumeshindwa kufanya maamuzi tu ya utaratibu wetu tujiongoze na magani kwenye masuala ya kisiasa, ukirejea kwenye kwenye ripoti ya jaji mkuu marehemu sasa Francis Nyalali kuhusu tunaingiaje vipi kwenye mfumo wa vyama vingi, na wakaweka utaratibu mzuri tu wakuwa na katiba mpya, namna ya kujiongoza kwenye chaguzi hizi, kwenye mambo haya, upande mmoja ukakata hii, yale mawazo na ni ya watanzania wa wenyewe. Na dunia leo haisemi tena katiba ni mkataba kati ya watawala na watawaliwa. Hakuna mtawaliwa kwenye karne ya sayansi na teknolojia. Katiba leo hii ni kauli ya umma inayotolewa na umma wanataka wajiongoze namna gani? Kwa hivyo tulishaipata kwa Francis Nyalali, tukaanza kuipata kwa Jaji Kisanga Robert Kisanga kamati yake mwaka 98, tukaanza kuipata kwa Jaji Joseph Sinde Warioba kwenye tume ya mabadiliko ya katiba ya 2014 na 2014 na 2014 na 2014, hapo wote wakasema utaratibu, wewe hiyo huo. Sasa utaratibu haujaweko sawasawa, yakatokea mabadiliko ya kumi ya katiba ya Zanzibar mwaka 2010 na kumi ambayo inajitangazia Zanzibar, inajitangazia na madaraka yake yote. Leo hii kwa mfano, kuna waziri makamu wa pili wa rais kule Zanzibar na wa kwanza, ndio inatambua katiba ya Zanzibar. Ukija kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano inatamka waziri kiongozi. Leo kuna waziri kiongozi Zanzibar.